Haupo sitakiwi kabisa kuongelea FA upo na Brighton. Yep, unaona, kuna nafasi yako, nadhani so far nimebaki kwenye FA, kwenye UEFA Champions League pamoja Champions League? Lipo, kwenye top 8 sawa, upo? Yes. Unajiona uki ukiusumbua bro, timu yoyote katika timu 24 zilizobaki zinaweza kuchukua ubingwa, unaweza kujitetea kwa vyovyote vile. Liverpool wamekuwa na matokeo Waingereza wanaita staggering results, kupanda na kushuka, leo juu, kesho chini. Game kabla ya, ya, ya juzi wiki, wiki hii iliyoisha, ambapo tulicheza na Man City, tulimfunga Newcastle nne. Game kabla ya hiyo tulifungwa na Bournemouth tatu mbili. Game kabla ya hiyo tulishinda nne moja kwenye ufa tano <coughs> ni tano au ni sita dhidi ya Karabag kwenye ufa Champions League. Game kabla ya hiyo tulicheza na Fulham tukatoka mbili mbili, so up down up down up down results. Kwa hiyo Slot anachokosa Liverpool ni mwendelezo wa matokeo. Laiti tungekuwa na shabiki kama wa Manchester United aseme kwamba hanyoi nywele mpaka tushinde michezo mitano mfululizo yeah. Nadhani angekuwa ameshaota mba nyingi sana sasa hivi, kwa msimu huu. Kwa hiyo, it is a very good game, uh, dhidi ya Brighton kwa sababu bado nafasi za kushinda FA na kila kitu zipo, sababu ndo kwanza hatua za awali, lakini one thing sitoshangaa ni slot kubadilisha kikosi Brighton, being Brighton, na wao wanataka kusogea pale, wakatuchezea wanavyotuchezea and off we go. Uh, nimepoteza imani na Anslot. Game time gametie tuonavyo sisi.